Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya 11 ya kwanza hadi ya nne. Yesu alipokuwa mahali fulani akiomba alipokwisha mmoja katika wanafunzi wake alimwambia Bwana tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake akawaambia msalipo semeni Baba, jina lako litakaswe, ufalme wako uje. Utupe siku kwa siku riziki yetu. Utusamehe dhambi zetu, kwa kuwa sisi nasi tunamsamehe kila tumuiaye, na usitutie majaribu. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, Mungu anajua yote tunayoyahitaji. Anajua mahitaji yetu. Kumbe tunaposali, kumtukuza, kumwomba na kumsifu, tujue kwamba hatuhitaji kuwa na maneno mengi zaidi. Yeye Mungu amekwisha jua ni kitu gani tunachokihitaji. Kumbe kwetu sisi jukumu letu ni kumwomba, ni kumsifu, ni kumtukuza na zaidi sana, kama tunavyomwomba tusamehe, basi na sisi tuwe na moyo wa kuwasamehe wengine, kwani tunaposamehe tunasamehewa. Na tukumbuke, tukihukumu tutahukumiwa. Na baraka yake Mungu Mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Amina.